Israel imefanya mashambulizi kadhaa ya anga katika vitongoji vya kusini mwa Beirut, ikisema kuwa inalenga uzalishaji wa ndege zisizo na rubani za Hezbollah. Shambulio hilo la Alhamisi usiku, mkesha wa Eid Al Adha, moja ya sherehe muhimu zaidi katika Uislamu, lilifuatia onyo la kuwataka watu waondoke katika majengo kadhaa katika eneo hilo la mji mkuu kuliko ngome ya Hezbollah. Jeshi la Ulinzi la Israel limesema limedungua kitengo cha Hezbollah kinachozalisha maelfu ya ndege zisizo na rubani chini ya ardhi zinazofadhiliwa na magaidi wa Iran. Shambulio hilo lilitokea licha ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Israeli na kundi hilo lenye silaha kwa muda wa miezi sita iliyopita. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike na kushare pamoja na kukomenti ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.